Je, ungepata maumivu ya disaini gani? Na ndio maana nasema leo tunaria pamoja na wariao tunaria, tunasema ya kwamba wale waliotekwa taifa, wananchi, viongozi, waaniani ya kwamba wanaonekane, ili tutamula kwamba taifa letu linakuelekea Tunajua ya kwamba nchi yetu walituambia ya kwamba ni nchi ya amani, lakini kuna wengine wanavilio ninachojua ya kwamba hakuna <tiple> dini inayofurahia ya kwamba wengine wanalia, wengine wanacheka, watenda wabaya wanacheka, wengine wanavuria, wengine wanavurumizwa. Ninachosema ni nini? Taifa tuwangalie ziliyo ambavo, wanavohesabu viongozi kusema ya kwamba kuna watu ambao wametekwa ndani ya nchi yetu zaidi ya themanini na tatu lakini Leo, wa lakini leo viongozi wa dini wamekana kufurahia, wanasema ya kwamba weteni sadaka na zabio, lakini awawa mao wanawambia walete sadaka, wanalia. Ndugu zao wamepotea, mama zao wamepotea, baba zao wamepotea. Wana dini mko wapi? Viongozi wa dini mko wapi? Taifa liko wapi? Wananchi mko wapi? Viongozi wa nchi wako wapi? Watu wanapopotea hatujui waliko moja na ubinadamu ambao tuliokuwa nao tunajua ya kwamba hayo yote ambayo yanatokea, kwa sababu ya kwamba hakuna kiongozi anayethamini watu wenye roho ya ubinadamu, hayupo. Na nyomana, siku hadi siku, tunaangalia wengi wanalia, lakini watu ambayo wanacheka, wanafurahia, wanasema nchi yetu ni nchi ya amani, lakini watu wanapotea hatujui wariko hadi leo. Kinadeusi soka, ukiangalia kwamba walikuwa wanazungumzia habari ya utu, habari ya ubinadamu, lakini leo hatujui waripo. E Mungu wa kweli, angalia turikukoa Baba, ukatuweka katika duniani sote, ya kwamba umeumbwa na wewe, wabaya wameumbwa na wewe, wanaojiita viongozi wameumbwa

niwaeleze baba zangu na ndugu zangu, niwaeleze Watanzania, angalia ya nchi yetu inakoelekea. Wazazi wetu wanasema haya yanayotokea sasa hawajawahi kuona Tanzania, watu wanalia kiasi hiki. Lakini mtu anaposema ya kwamba viongozi, nisaidieni, baba mama yangu ametekwa, mama yangu hayupo, ametekwa wanangu wametekwa, viongozi tusaidie, wanapenda au viongozi? Baada ya kutoa msaada, wanawanyamiza wanawachukua. Watu wanaelia wanaesema ya kwamba mume wangu hayupo ametekwa, wanachosema kwamba wewe unachangana dini na siasa. Na hata wanaposema kwamba ndugu yangu simuoni, naomba mnisaidie viongozi, lakini wameshindwa wao wanasema kwamba Tanzania ni nchi ya amani, amani ambayo hatuioni kwa sababu tunaposikia kwenye vyombo vya habari ya kwamba kuna watu wanalia, tunajua afamazia amani. Tena tunasema watu wanabeba sumu moyoni, kwa sababu ya vilio wanavyolia. Niwaeleze kwamba kuna dini ambayo iliyosimama hapa duniani kusema ya kwamba inaruhusu uaji, inaruhusu kupoteza watu, inaruhusu kuumiza watu. Hamna dini hiyo, hamna dini hiyo. Lakini tuundwe, tuangalie ni kitu gani ambacho kilichoingia ndani ya nchi yetu kinachosababisha ua unaotokea utekaji unaotokea. Jiulizeni ya kwamba Watanzania, jiulizeni wanaposema ya kwamba unapolia kwa sababu ya ndugu yako kuonewa, kuuliwa, kupelekwa jela bila sababu, unaposema sijaona sababu, viongozi nisaidieni, unapokosa msaada, unaposema ya kwamba hii dunia, je, tunakoelekea wape ninachojua ya kwamba mwanadamu yoyote aliyeumwa na Mungu mwenye roho ya ubinadamu, Bibilia inasema ya kwamba ajifunze kutenda mema, kusaidia wale wanayonewa. Isaya anasema hivyo, Yeremia anasema hivyo, tusaidie wanayonewa. hey!